Sasa tunaenda kwenye uchaguzi. Sisi kama serikali tuna mambo mawili ya kuwaambia nyinyi viongozi. La kwanza, tunawaambia msikie na mkawaambie mnaowaongoza kwamba tarehe 29 itakuwa salama kabisa na utulivu wa hali ya juu. Watu watoke wakapige kura kwa wingi, Wasiwe na wasiwasi, vijana, rika la makamo pamoja na wazee watoke wakapige kura, sisi tutawalinda kweli kweli, hakutokuwa na jambo lolote la kuatisha, hakutokuwa na vurugu, hakutokuwa na maandamano wala hakutokuwa na agenda nyingine na shughuli ya siku hiyo ya kufanya zaidi ya kupiga kura ukimaliza kupiga kura unatakiwa urudi. Tuwaambie wananchi, maana sisi hapa wote ni viongozi, tunaelewa nini tunachosema na ndio tunachokitaka, si ndio? <tipasimu> Hivyo lakini, nawaambia mkawaambie, kama wapo wanadhani wanataka kujaribu serikali, wanadhani wanawalimu wanaowasikiliza tofauti na sisi viongozi tunachosema, mwaka huu wa 2025 tunataka tutoe somo Tanzania na duniani, kwamba hii Tanzania tunavyosema kwamba ni kisiwa cha amani, ni kisiwa cha amani kweli kweli, hatutanii. Kwa hiyo tunaposema tunalinda amani ya Tanzania, tunamaanisha tunalinda amani ya Watanzania na majirani wengine ambao wanategemea Tanzania kuendesha nchi zao. Mwaka 61 tulipopata uhuru waasisi wetu hawakuishia uhuru wa Tanzania, kwa maana wakati ule ilikuwa Tanganyika, si ndio? Hivyo yeah, sisi ni mashahidi kwamba tunalinda amani ya Afrika na tulikomboa nchi hizo, na jukumu hilo hatujawahi kuliacha mpaka leo na tunaendelea kufanya nini, kulifanya. Tunaomba sana muwatazarishe vijana wetu ambao hawajui historia ya nchi yetu, hawajui ukubwa na maana ya dola Nendeni kawapeni ujumbe tarehe 29, ajenda ni tutalinda kitongoji, kijiji, tutalinda kata na wilaya yote kwa na pamoja na OCD atawaambia ni namna gani tumejipanga kwenye maeneo yenu, na mtakutana na hao watu kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Waambieni watu, wapigeni kura z kama umepoteza kitambulisho chako, waambieni wananchi wetu wanaweza kuchukua kimojawapo ya hivyo vitambulisho vyenye majina sahihi na yaliyofanana na yale ambayo yaliyokuwemo kwenye kile kitambulisho cha mpigia, na vitambulisho hivyo kama leseni ya udereva, lakini pia NIDA na passport ya kusafiria. Kwa hiyo ukiwa na hivyo wakaenda kwenye eneo ambalo wameboresha taarifa zao, kwa maana kile kituo walichojiandikisha, ili waweze kupiga kura kwa kupitia vitambulisho, kwa sababu taarifa za bure ndizo taarifa ambazo zipo kwenye kitambulisho chao cha kupigia kura. Kwa hiyo waambieni wananchi hata kama wamepoteza kitambulisho kile cha kupiga kura, atumie hivyo vingine. Amani na maendeleo. Amani na maendeleo? basi kiwa ni amani hiyo haina mjadala, ni maisha yetu ya kila siku. Lakini tunaweza tukaa wote tunataka amani, kuna watu hawataki amani, aidha kwa kuiga au kwa kufanyaje. Nawahakikishia, nawahakikishia nyie ni viongozi, nendeni kare ubirini hizi habari njema kuanzia leo, yoyote wale vijana wenye wa miemko, waambieni wasijaribu wasisubutu wasijaribu wasisubutu, hiyo nafasi haipo. Sasa hivi hatuchezi na amani ya nchi yetu, hatuchezi na amani ya nini ya nchi. Mtu anayojaribu kuitikisa tu tutamtikisa mpaka atapike. Na sisi ni viongozi, lakini tunatoka kwenye familia. Ndio maana kuna watu mnaoongoza, lakini mna familia mna koo, familia ni kubwa, si ndio? wale wote waambieni, sasa hivi tunaenda kuanza kulima ufuta. Mtu alime zake ufuta, apige kura, aondoke, si ndio? Ile tabia ya kuchunga kura tu, sisi tunaniona, mimi niko hivi, ndio nimesomea kulinda nini. Kwa hiyo hamna mtu atakaye subutu kulinda kura. Mimi niko pale na watu wangu, tutalinda kama tunavyoilinda nchi usiku na mchana. Tutalinda. Sheria ya uchaguzi inasema ukishapiga kura uende nyumbani. Kama wanataka kulinda, kama mita mia tatu, mita mia tatu, utaona chochote. Kwa hiyo waambieni hakuna mlinzi wa kura, mwambie usidia na linda. Lakini kingine cha msingi, mtaona vibaraka vyekundu, haimaanishi watu waogope kwenda kupiga kura. Ni ulinzi na usalama umeimarishwa, sawa? so, kwa hiyo mtu unaweza ukapita pale, unatembea kwa maringo kabisa, unaenda kituoni, hamna shida Shida ni pale ambapo utajaribu kuchukua jiwe, utajaribu kujelei, umekaa kituoni, utaki kuondoka, umeshapiga kura, umechovya, unataka pale unajeleiwe mlinzi wa kura, shida ndio iko hapa. Hatutaki mtu acheze, achezee amani ya Tanzania, achezee amani ya ya wanaki